Uhaligani mtazamaji wa Gift Online TV, ni kukaribishi tena kusubscribe kushare kulike pamoja na kucomment bila kuchoka kutufuatilia pamoja na kututazama ili kupata kila ambacho kipo tayari kwa wakati sahihi. Kituo ni kimoja tu, ni Gift Online TV. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye msimu mwingine wa maonyesho ya Karibu Kili Fair mwaka 2025 yanayolenga kuonyesha mnyororo wa thamani katika sekta ya utalii na kuongeza tija kwa Watanzania wote. Akizungumza na waandishi wa habari tarehe 2 Juni 2025, wakati akitembelea na kukagua maandalizi ya maonyesho hayo, mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda amesema kuwa, maonyesho ya Karibu Kili Fair 2025 yatazinduliwa rasmi Juni 6 na kuhitimishwa Juni 8 mwaka huu katika uwanja katika viwanja vya magereza Kisongo. Mheshimiwa Makonda amesema kuwa zaidi ya makampuni mia tano na nchi zaidi ya arobaini watakuwa katika viwanja hivyo kubadilishana uzoefu pamoja na kuchochea na kusisimua kwa kiasi kikubwa utalii, huku akiwataka wananchi na wadau wa utalii kuchangamkia fursa ya uwepo wa maonyesho hayo. Karibu Kili Fair ni fursa kubwa kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, wa Tanzania na wana Afrika Mashariki, ikilenga zaidi kwenye uchumi, ni jukwaa linalokutanisha wewe mtoa huduma na mteja wako ili kuhakikisha kuwa mnyororo wa thamani ambao imechagizwa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan unaleta tija katika maisha yako. Amesisitiza hayo Mheshimiwa Christian Paul Makonda. Hata hivyo, ametoa fursa nyingi kuwakaribisha Watanzania wote kukaribia mkoani humo kwa hesabu kuna fursa nyingi za kutengeneza pesa na kubadilishana uzoefu wa wafanyabiashara kutoka mataifa mengine huku akisisitiza watoa huduma wote wageni watakaofika kwenye maonyesho hayo kutoa huduma kwa ukarimu ili wageni hao wakaribie tena siku nyingine. Naye mkurugenzi wa kampuni ya Kili Fair, Dominic Shoo, amesema kuwa maonyesho mwaka huu yatafanyika kwa viwango vya juu sana na ni tofauti na maonyesho yaliyopita kutokana na maboresho makubwa yaliyofanywa. Maandalizi ya maonyesho hayo yamefikia asilimia ya sabini na eneo limeongezwa zaidi kutokana kutoka na mahitaji ya soko. Hii ni Gift Online.